Na gani hapa, Hassan mwana wa Ali. Ni Jumamosi nyingine ndani ya bahari ya elimu. Tayari tumezipata nasaha kutoka kwa babu Kalumeke akizungumzia e, mfalme eh, incha kwa koriko na dibaji mbalimbali mbali. Dibaji kubwa alisema damu inalipizwa kwa damu e, lakini kabla kusema mengu, leo, a, ya kusema mengi kwenye kipindi cha leo. Uh, kamusi ya Kiswahili sanifu, kuna bwana mmoja ananiambia anaangalia jalada, nitaangalia nimeangalia neno, hebu nisomee, nisomee. Kipapatio. Eh, maanaake kipapatio inamaanisha sehemu yenye ubawa wa ndege kuku, au bata. eh, eh. mm. Je, unafikiri binadamu pia ana kipapatio? Kwa mfano umeona kipapatio cha kuku. Je, chako wewe una kipapatio? una kipapatio wewe? aba anakuonyesha Eh, kipapatio <laughs> <laughs> <laughs> Haya ndiyo hali ilivyo e, Binti Maganga atakuwa msomaji wetu wa habari leo hii. Tunafurahi sana kuwa naye. Nikumbusha jina Jeni, huko e, upande wa dijitali leo yeah. maisha na magani, hali na magani huko, ah, shwari kabisa. E, mwalimu Sako tayari marushia maswali ndiyo. na amekueleza chochote kwamba labda baada ya kipindi kuna kahawa Hajaniambia. E, na unamwambia nini mwalimu Sako, maana hajaenda mbali, mpe mpe mpe <laughs> kahawa ipo kwa wingi e. Nasi hapa tu tunaweza mpeleka pia nje ya ya maeneo haya, kanywa, uh -huh, kahawa, uh -huh, uji, mambo kama hayo, na watakuwepo watu wengineo mashuhuda ama, tu. <laughs> Ama tutaenda Maganga pia, tutaenda naye Maganga, ni watu wawili peke yake eh, mimi Maganga na Jet, basi ni watatu, watatu au si wawili, wataka chai hapa afisini, nje, uji nje ya nje, <laughs> na una kipapatio. <laughs>